Ndugu zangu, tunapofanya tukio kubwa la msalaba mtakatifu katika parokia yetu, tumaza na misa itutie nguvu, niwakumbushe yafuatayo muyashike. Cha kwanza katika maisha, tumieni hayo mawe mnayorushiwa, ili kujenga daraja za kuwavusha. Tutakutana mambo mengi miaka kadhaa nakumbuka, miaka iliyopita, baada ya msalaba kupita, wakati tumepata jimbo, watuletea risara, wametutukana, tumepita mahali fulani, wengine wametuzomea. Hayo na yenyewe anatakiwa muyatumie vizuri, msipende kushangiliwa tu Usipende, kila utakapokuta utakuta nyumba imefunguliwa hakuna. Tumieni hiyo pia ni fursa. Hayo anayowaambia yatawaimarisha, yatawatambulisha. Maana msalaba kwa wasio na imani ni upuuzi, lakini kwetu ni hekima ya nani? Mtakakubuka hako, kwa wasio na imani ni nini? lakini kwetu sisi tunaoamini ni hekima ya nani? familia mnazotembelea, tunazotembelea, hicho cha kwanza kitufundishe uvumilivu, busara na uvu, bunifu <coughs> nimesema hayo mambo mwayatumie, mweze kujenga, mweza mkajenga daraja, mkajenga nyumba, mkajenga kisima ayomao takayetumia uyatumie vizuri katika familia tunazotembelea, tunatumia sabuni. Jambo la pili tunatumia sabuni huko. Sabuni inatumika katika namna nyingi, kanaosha vyombo, kanaogwa, kanafuaje. Matumizi ya sabuni, unafua unakuaje mpaka hata kari ka mwisho na kakamua basi maisha ya msalaba yatufundishe pia tabia ya sabuni. Itakapokuwa na msalaba, tuvumilie jua, tuvumilie kutembea, tuvumilie kupungua kama anavyosema Mtakatifu Yohane, sina budi kupungua, lakini Bwana aongezeke. Kwa hiyo na maisha fulani ya mateso yapo lakini ndiyo kazi ya sabuni kufua nguo, wanakunawa na mbuzi wanakuja paa wakati faa na kuuma na kadhalika. Jambo la pili, la tatu, tujifunze, tunapokuwa na msalaba, tujifunze kwa mshumaa na mshumaa. Unaona tunayo hapa inawaka taratibu, inaungua kwa ajili ya kutupa mwanga na kuamsha imani yetu nailaramiki twendee kuungua pole pole, msababu tufundishe hicho katika shughuli zetu za kila siku. Msababu pia natufundisha uvumilivu. Hapa Kirera, mko wa kulima, mnalima kahawa na marage nadhani na maindi na miogo naona kuna na migomba njoge na miti hii, vitu vyote vinaendelea kukua taratibu, hatuvisikii vikiongea, lakini naona vinakua na sisi tunafaidi kujasikia. Mkahawa napiga kelele wala nini, naviona hivyo viko katika hali ya utulivu mkubwa na naona viko katika hali njema ya maelewano. Maharage yamo kwenye mikahawa na magugu naona yamo, na migomba na mazao mbalimbali mbali, vyote vimo katika hali ya utulivu. Naomba msalaba mtakatifu kutuwezeshe kukua kwa pamoja siku baada ya siku kwa utulivu na amani katika Bwana. Jambo la mwisho hapa, naona mnajenga huko nyuma, nimeona mmejenga. Nimejaribu kutafuta karai asubuhi, sikulipata mliokua nabebea zege, nkuwa ritaji basi, nikabadilisha mahubiri yangu, nkajifunza kwa karai. Baada ya karai kufanya kazi yote, yalitupwa yote, yalitupwa. Kisha anatufundisha mkishatenda yote hayo, semeni: sisi ni wafanyakazi tusio na faida, tumetenda lile tulilotakiwa kutenda. Hayo ndiyo nawatakia katika msalaba huu mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristu.